Anga wa jua ulikuwa mkali sana siku hiyo, mjini Bagamoyo, mji wa biashara uliosheheni harufu ya chumvi baharini na vumbi la barabara kuu. Watu walikuwa wamejazana sokoni kama kawaida, kila mmoja akipiga kelele za kuuza au kununua bidhaa. Katika kona moja ya hospitali ya serikali, kijana aliyekuwa akijulikana kama Beri Mshana alitembea kwa haraka, akipeperusha jalada la matibabu mkononi. Berry alikuwa na miaka ishirini na nne tu, kijana mwenye ndoto kubwa, lakini mzigo wa maisha ulio mzito kuliko umri wake. Baba yake mzazi marehemu Mzee Hasani Mshana alikuwa mtu maarufu sana Mangamoyo, mfanyabiashara mpenda haki na mtetezi wa wanyonge. Lakini miaka mitatu iliyopita, baba yake aliuawa kikatili usiku wa manane, na muuaji hakuwahi kujulikana. Tangu siku hiyo Berry alijitwika jukumu la kutunza familia, huku akiendelea kusaka elimu na kufanya kazi ndogondogo hospitalini kama msaidizi wa matibabu. Siku hiyo alipewa jukumu maalum kumsaidia mgonjwa mmoja aliyekuwa katika hali mbaya sana. Mzee Amiri alikuwa mzee aliyepoteza figo zote mbili kutokana na ugonjwa wa kisukari na sasa maisha yake yalining'inia kwenye uzi mwembamba. Alihitaji haraka msaada wa kupandikizwa figo, vinginevyo angemalizika ndani ya wiki moja. Beri alisimama nje ya wodi ya wagonjwa mahututi akivuta pumzi ndefu. "Kwa nini huyu mzee ananikumbusha mtu fulani?" alijiuliza kwa sekunde chache, macho yake yakimtazama kwa mbali, lakini hakutaka kujipa nafasi ya kuhisi chuki au hofu. Kazi yake ni kusaidia maisha ya watu, si kuhukumu. dakika chache baadaye daktari mkuu alimwita Beri ndani ya ofisi na kumwambia, "Beri, tunahitaji muhisani wa figo haraka sana, hatuna muda wa kungoja orodha ya wahisani wa taifa Bahati nzuri wewe ni mmoja wa watu wachache waliowahi kujitolea kuchangia kiungo endapo ikihitajika. Je, uko tayari? Kwa moyo uliojaa huruma, Beri alikubali. Hakujua kwamba uamuzi huu ungebadili maisha yake milele. Siku ya upasuaji. Upasuaji ulikuwa mgumu, lakini ulienda vizuri. Beri alipoteza damu nyingi, lakini moyo wake ulijaa faraja kuona kuwa maisha ya mtu mwingine yameokolewa. Mzee Amiri alipelekwa ICU kwa uangalizi wa karibu. Siku zilipita. Berry alipokuwa akirejea nguvu polepole, mara nyingi alitembea taratibu kwenda kumwona mzee. Berry Mshana alipokuwa akitembea polepole kwenye korido ya hospitali, ngozi yake ya rangi ya chokoleti nyeusi iling'aa kidogo chini ya mwanga hafifu wa taa za hospitali. Alikuwa bado dhaifu, lakini kila hatua aliyochukua ilikuwa na maana kubwa ndani ya moyo wake. Kila mara alipokaribia isi uharufu ya dawa, sauti za mashine zikilia bip bip, na baridi ya viyoyozi ilimkumbusha kwamba ametoa sehemu ya maisha yake kwa mzee aliyekuwa karibu na mauti. Mzee Amiri naye alikuwa na mwili mweusi uliovutika na umri na magonjwa. Nywele zake zilikuwa chache na nyeupe kama pamba. Macho yake ya kahawia yalikuwa mazito, yamebebeshwa historia ya maisha ambayo bado Berry hakuwa ameijua. Siku moja Berry alipomletea mzee huyo supu ya kuku Mzee Amiri alimgusa mkono kwa tabasamu dhaifu na kusema, mwanangu, umeniokoa na sijui nitakulipa vipi. Dunia hii ni duara, mema hayafi. Maneno hayo yalimchoma Berry moyoni. Kulikuwa na kitu kwenye sauti ya mzee huyo, kitu cha siri, kitu kilichomfanya asiamini kabisa, lakini hakuelewa ni nini. Mwezi mmoja baadaye, mzee Amiri alitolewa ICU na kupelekwa kwenye wodi ya kawaida. Beri licha ya maumivu yake ya upasuaji alijitolea kumhudumia kwa karibu. Walianza kuwa na mazungumzo marefu zaidi kuhusu maisha, familia, ndoto na maumivu ya kupoteza wapendwa. Mara nyingi Mzee Amiri alimtazama Beri kwa macho ya huzuni na mshangao, kama mtu anayekumbushwa jambo zito la zamani. Lakini kila Beri alipouliza zaidi kuhusu maisha ya Mzee Amiri, mzee huyo alikuwa mwepesi wa kubadili mada. Una watoto? Beri aliwahi kuuliza. Mzee Amiri alisita kidogo, macho yake yakikwepesha macho ya Berry, kisha akasema kwa sauti ya mbali, nilikuwa nao, lakini nilipoteza kila kitu zamani. Wengine waliuawa, wengine walinitoroka. Maisha yananifundisha kuwa si kila jeraha huponywa. Berry alihisi maumivu hayo kwa kuwa alikuwa na jeraha lake mwenyewe, kifo cha ghafla cha baba yake aliyempenda zaidi duniani. Siku moja ya Jumapili, hospitali ilikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Beri alifika mapema kumsaidia mzee Amiri kuoga na kubadilisha nguo. Alimchukua kwa taratibu, akiosha ngozi yake iliyozeeka, akifuta kwa taulo safi na kumvisha shati la kitambaa cha pamba lenye mistari myeupe na ya buluu. Baada ya kumaliza, walikaa pamoja kwenye kiti cha bustani dogo la hospitali. Mti mkubwa wa mivule ulitoa kivuli kizuri na upepo mwanana ulipuliza vishada vya majani juu yao. Mzee Amiri akasema kwa sauti iliyopauka, Beri una moyo wa dhahabu. Sijawahi kukutana na kijana mwenye roho safi kama yako, ulimwengu huu hauna wengi kama wewe. Beri alitabasamu kwa aibu, nimefundishwa na baba yangu, alikuwa mtu mwema sana, alipenda kusaidia kila mtu. Mzee Amiri alikaa kimya kwa muda mrefu, macho yake yakijaa ukungu wa machozi yaliyofichwa. Hakuwa tayari kusema kitu. Siri kubwa iliwaka ndani ya kifua chake, lakini beri hakujua. Hakujua kuwa damu ya baba yake ilikuwa kwenye mikono ya yule aliyemuokoa kwa figo yake mwenyewe. Majira ya jioni yalipokaribia anga la Mangamoyo lilijawa na mawingu mekundu yaliyochafuka na vumbi la pwani. Miti ya miembe na mikungu ya minazi ilichezacheza kwa upepo na ndege wa porini walikuwa wakipiga kelele za kuagana na jua. Berry Mshana alipita taratibu kwenye bustani ya hospitali, akiwa amevaa tisheti ya kawaida ya pamba iliyojaa maandishi ya Hope Foundation, suruali ya jeans iliyochakaa kwenye magoti na viatu vya plastiki vya rangi ya bluu iliyofifia. Ngozi yake nyeusi kama kahawa safi ya Kilimanjaro iling'aa kidogo chini ya mwanga wa jioni. Katika kona ya bustani, Mzee Amiri alikuwa ameketi kitini, amevaa kanzu ya zamani ya rangi ya kijivu na shati jeupe lililozeeka, mvi zake zikisambaa kichwani kama pamba ya mvua. Alikuwa mweusi mzee wa kiafrika mwenye tabasamu la kuvutia, lakini macho yaliyobeba historia ya huzuni. Beri alipomkaribia waligongesha mikono kwa staili ya kiheshima kisha wakaketi pamoja chini ya kivuli cha mivule mkubwa. Leo hali yako inaendeleaje mzee wangu? Beri aliuliza kwa sauti yenye upole. Mzee Amiri akacheka kwa sauti ndogo, meno yake meupe yakionekana kwa mbali. Leo nina nguvu kuliko jana, si kama simba, lakini angalau si bata mlemavu tena. Alitania kwa lafudhi nzito ya pwani. Wakacheka wote kwa muda mfupi. Kadri wiki zilivyopita, Beri alianza kujua vipande vya maisha ya Mzee Amiri. Alizaliwa katika kijiji kidogo cha Tanga kwenye familia ya wachuuzi wa korosho. Alipitia maisha magumu, umaskini, mapambano na hatimaye kuhamia Mangamoyo akitafuta maisha bora. Alikuwa mtu aliyewahi kuhusika na biashara nzito, lakini hakuingia undani kuhusu hiyo biashara. Beri hakutaka kumsumbua sana, alihisi si vyema kufukua makaburi ya maisha ya mtu ambaye ameshateseka. Lakini ndoto za usiku wa Beri zilianza kubadilika. Mara nyingi alijikuta akiota baba yake Mzee Hassani Mshana akiwa amevaa kofia yake maarufu ya ngozi na kanzu ya kaki akimwita kutoka mbali. Beri, mwanangu usimwamini kila mtu. Beri aliwahi kuamka usiku mmoja akiwa anatetemeka kwa baridi na hofu, jasho likimtiririka kama mtu aliyekimbia kilomita nyingi. Aliinamisha kichwa chake na kujiambia, labda ni mawazo tu, labda ni uchovu. Mwaka mmoja tangu Beri awe ametoa figo, kulikuwa na kumbukumbu ya siku aliyopoteza baba yake. Familia ilikusanyika kijijini kwao Mangamoyo, kwenye nyumba ya msonge wa mbao na bati za zamani. Beri alivaa shati jeusi la kitenge lililopambwa na maua mekundu, suruali ndefu ya kitambaa cha kaki na viatu vya ngozi vya kahawia vilivyopigwa pasi vizuri. Alisimama mbele ya kaburi la baba yake, kaburi lililozungukwa na maua ya mwituni na jiwe dogo lililoandikwa: Mzee Hassani Mshana, shujaa wetu, baba yetu. Alipokuwa ameinama kuomba, macho yake yalikutana na macho ya mtu wa ajabu. Miongoni mwa waombolezaji, mzee mmoja mwenye ngozi nyeusi iliyochubuka kidogo na mikono yenye alama za kazi ngumu alimkazia macho Beri kwa jicho la mshangao. Baada ya ibada, mzee huyo alimfuata Beri pembeni. Samahani kijana, wewe ni mtoto wa Hassan? Aliuliza kwa sauti ya kupasua. Ndio mimi, ndiye, Beri alijibu kwa heshima. Mzee akavuta pumzi nzito, kisha akasema kwa sauti ya chini Baba yako aliuawa kikatili na kuna watu walimjua muuaji wake vizuri. kuna majina, kuna siri. Berry alihisi tumbo lake likihema kwa nguvu. Alitaka kuuliza zaidi, lakini mzee huyo alimtazama kwa haraka huku akionekana kuogopa. Mimi siwezi kusema zaidi hapa. Tukutane kesho usiku kwenye mnazi wa kijiji, pale mahali palipoanguka umeme mwaka jana. Nitakueleza yote. Berry alikubaliana naye, akatabasamu kwa mbali, lakini moyo wake ulijawa na maswali mazito. Ni siri gani kubwa ilikuwa imefichwa miaka yote hii? Alikuwa na mashaka. Lakini BerryMshana akiwa amevaa koti jeupe la zamani na kaptula ya rangi ya kijani kibichi alijikuta akielekea kwenye mnazi ulioelezwa, ule wa kijiji cha Mangamoyo, karibu na kisima cha kale ambacho sasa kilikuwa kimefunikwa kwa mawe. Mwezi ulikuwa mpevu, ukimulika dunia kwa mwanga wa rangi ya maziwa. Upepo uliovuma ulileta harufu ya chumvi, udongo na historia nzito. Mzee aliyemwita alimtazama toka mbali. Alikuwa amevaa shuka ya buluu iliyochakaa, macho yake yakiangaza kama mtu aliyebeba mzigo wa dunia. "Kijana, kuna jambo nimebeba kwa miaka mingi na nimekuwa mwoga kulitoboa, lakini ni lazima nikuambie kabla sijafa." Beri alisikiliza kwa makini, akishikilia mikono yake kwa huzuni. "Baba yako Hassan Mshana aliuawa na mtu aliyekuwa karibu naye, si kwa sababu ya ugomvi wa mali, bali kwa sababu ya hofu, hofu ya kufichuliwa kwa biashara haramu." Beri akakunja uso, namaanisha nini? Mzee akavuta pumzi. baba yako alikuwa askari mstaafu, alikuwa akichunguza biashara ya magendo ya meno ya tembo na almasi zilizokuwa zikipelekwa Ulaya. Mtu aliyekuwa kiongozi wa hiyo biashara alikuwa rafiki yake mkubwa, mtu aliyewahi kumlea kama kaka mdogo. Berry alisimama, namsema nani? Mzee alicheka kwa huzuni. namjua sana, ulimsaidia kwa moyo wako wote, ulitoa figo yako kwa ajili yake. Berry alishtuka, miguu ikaanza kuishiwa nguvu, sauti yake ikatetemeka. Mzee Amiri? Ndiyo, mzee akasema kwa sauti ya huzuni, ni yeye, lakini hakukusudia. Ilikuwa ajali ya mapambano. Baba yako alipambana naye na kuanguka vibaya. Amiri akakimbia, akaamua kuishi kwa kujificha, akiugua, akiteseka na hatia. Tukio la kifedha. Berry hakuweza kuamini. Alirudi nyumbani kama mwenda wazimu, machozi yakimtiririka, hakula hakulala. Asubuhi iliyofuata aliamua kwenda hospitalini moja kwa moja, moyo wake ukiungua kwa hasira, mshangao na mkanganyiko. Mzee Amiri naye alikuwa hospitalini kwa ajili ya kutizama maendeleo ya afya yake. Berry alipofika, alimkuta Mzee Amiri akinywa uji wa maharage. Alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akamwambia kwa sauti ya upole lakini ya chuma, nimejua kila kitu. Mzee Amiri alishtuka, kikombe cha uji kikaanguka mkononi. Alijaribu kusema kitu lakini kilabu cha sauti kilikataa. Hatimaye aliinama na kusema kwa sauti ya kuomboleza, niliua rafiki yangu, sikukusudia Beri, tulipigana, alikuwa ametugundua, niliogopa nikakimbia. Na siku zote nimekuona wewe kama faraja yangu ya mwisho. Kifo kilikuwa kinanifuata, lakini ukaokoa maisha yangu, uliniokoa. Beri hakuweza kusimama Macho yalikuwa hayakubali kuzuia machozi, mwili ukamwishia nguvu, alianguka akazimia. Baada ya siku mbili alipoamka hospitalini, aliwakuta wauguzi wakimchunguza. Akainama kichwa, hakuwa na hasira tena, hakuwa na nguvu ya chuki. Aliomba kumsalimia Mzee Amiri. Alimkuta akiwa amelala kitandani, akilia polepole pole, kama mtoto mdogo. Berry alimkalia pembeni na kusema ningekuwa, mtu mwingine ningekuua au ningekutenga maisha yako yote lakini baba yangu alinifundisha kitu kimoja kabla hajafa, kwamba msamaha ni silaha ya wenye nguvu. Akamwangalia mzee huyo mweusi aliyezeeka kwa majonzi, mzee Amiri, na kuachia mzigo huu na kusamehe, si kwa sababu unastahili, bali kwa sababu mimi ninastahili amani. Ishi na hayo na umwombe Mungu, lakini najua baba yangu angetaka nikufanyie hivi. Mzee Amiri alilia kwa mara ya kwanza kwa sauti ya wazi, kwa huzuni ya kweli. Berry aliondoka taratibu, akiangalia juu angani. Anga lilikuwa jeupe mfano wa moyo wake mwenyewe. Aliinua mikono juu na kusema, alhamdulillah.